Basi ni atakaye nyanyuka pale, kama kasiko na udhuru, ni lazima sema ile kujipanga kuja kutoa kuzungumza chochote nikusudia kuhudhuria sema ile jipanga kuja kutoa kuzungumza chochote nikusudia kuhudhuria hadhara kwa msikilizaji, kama walivyokuwa wasikilizaji wengine wa lakini iseme tu kama mhadhiri wetu Abu Rabi hafidhahu llahu taala alivyoititirisa hii mada, ingawa kwangu mie ona akatumia muda mchache sana ulielezea jambo kubwa sana. Ningepata muda basi, ingekuwa na natufungulia zaidi. Hakika na ndivyo ilivyo kuwa, ule Uislamu ni kitu maalum tena cha hali ya juu kabisa kilichotakasika, ambacho hakipatikani kwa kufikiria. Ni kitu ambacho ni lazima mtu akitafute, na katika kukitafuta

katika kupendana kwao na kuhurumiana kwao ni mfano wa kiwiliwili kimoja yaani, kupendana, kuhurumiana na kufanyiana upole. Kamathali ljasadi alwahid, ni mfano wa kiwiliwili kimoja. Kiwiliwili kina sifa gani? Akasema alayhi salatu wassalam idha shtaka udhuun minh, kama ki, ki, ki, kiungo kimoja tukitaugua, kitaugua nasema ukuche basi kiwiliwili kizima itakesha. Haitakuwa kwamba mtu aumwa na unyusi apate usingizi, si unyusi tu, na uguma si jino tu, si sikio tu chamwona mtu au wa mwanajino akalala. Kwa hivyo ukitizama maneno haya yaonyesha tabaka la juu kabisa la watu ambao walilelewa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa kupatikana watu wakawa mmoja wao akipatwa na msiba unakuwa msiba wa wengine mwenzao akichokozwa inakuwa ni kuchokozwa kwa wengine. Wako tayari kumsaidia, wako tayari kumhifadhi, wako tayari kumlinda, wako tayari kwenda naye. Ni mfano mkubwa kabisa. Kwa hivyo, Uislamu ni jambo kubwa, ni jambo ambalo limetakaswa na Mtume kafundisha na ikafikia pahala wakapatikana sahaba walikuwa daraja hiyo. Kwa hiyo, tukizungumza adab na tukizungumza akhlaq, tunatengeneza hiyo sura, hiyo picha ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam wa aliitengeneza pale kwa masahaba, radhi za Allah ziwe juu yao. Kwa hivyo na sisi twafata njia yao, njia ya salafu, njia ya masahaba, njia ya wale aima waliotangulia watu wema. Kwa hivyo, na sisi ni lazima tuwe na adabu, tuwe na adabu, tuwe na heshima, tuwe na huruma, tupendane. Hizi ndio adabu. Sio mwenzako anafikwa na la kumfika wewe unashangilia, hautotangaza redioni, lakini moyo wako unafurahia. Huo ni upungufu na hilo halitakiwi katika Uislamu. Tunafahamiana eh? Salaf hii dawa hii ni martaba ya juu kabisa kwa hivyo wale waliojinasibisha na dawa hii lazima adabu zao nao ziweza juu kabisa. Nilikuwa naona hapa Meka nyuma kule Abumers, kanionaje mtu adabu, kwamba kuna mhadhir, kuna mwalimu anazu, anazungumza anatoa faida basi, ni atakayenyanyuka pale, kama asikona udhuru ni lazima anyoshe mkono, yule mhusika pale amuone, amruhusu. Lakini watu kama vile wanatetele ngoma ya chambi ile, kwi toka nje, pigiwa simu simc, mtu anaacha kalima, anaacha neno la ilmu anakwenda kusikiliza simu. Yaani, hichi hichi umeki, umekipa, umekipa thamani gani? Au kwa sababu umekizoea? Hakuna mazoea, elimu haizoelewi. Mtu akawa tena, ndio keshakuwa yeye ni mtaalamu? Hakuna kitu kama hicho. Tufunge simu zetu tunapokuwa mahala kama hapa, mara ule akatoka nje h, nanielewa ni sura ya kuwa mtu anaaa, akifika mahala kama hapa, simu yake anawazima kabisa, hataki tena mawasiliano mengine. Kaja hapa ana kitu muhimu kikubwa kizito, ndo kimemweka hapa. kama alivyosema Mtume, hawakusanyiki watu katika nyumba miongoni mwa nyumba za Allah tabaraka wa taala, wakawa wanakisoma kitabu cha Allah, wanasomeshana baina yao, isipokuwa Allah tabaraka wa taala nazalat alaihim sakina, anawateremshia nini? tulivu Wanazungukwa na malaika, kikao kilichozungukwa na mgambo tu, umuone mtu anafanya u... wayawaye, ni lazima akili yako iende huko kwamba hapa ni mahali eh. Nyinyi sisi ni wageni katika wageni kwa Allah katika nyumba ya Allah. Kwa hivyo mada hii kama nilivyosema ni kubwa sana na ni muhimu sana hasa kwa vijana kama nyinyi. Jambo hili la mtu kuwa na adabu na wazee wake, inasikitisha sana, inasikitisha mno. hatuna adabu na wazee wetu hatuna ile ihtiramu ya kwamba mtu hapa anazungumza na mzee wake, kwamba hapa mtu katumwa na mzee wake, kwamba hapa mtu anakwenda kumtumikia mzee wake. Bora ya rafiki wa karibu yake, basi anazungumza naye maneno na malaini na mazuri, na akimtaka haja halali ila anaitekeleza. Kini mtu mzee wake akitaka haja na mzee wake, na hii ndiyo sheitani anavyofanya. Kwa hivyo, tuwe na tabia nzuri, hasa kwa wazee wetu. Tuwe walaini kwa wazee wetu, tuwe na maneno mazuri. Mpaka mara nyingi inakuwa mtu anaposhika njia ya sawa katika, hii katika mujtami yote na wazee wakawa si, si watu wa namna hiyo, basi mara nyingi unapata upinzani na uzito na ugumu fulani mpaka wale wazee wengine hutamani lau wasingekuzaa. Pinga maulidi wewe, umekuelewa? Pinga maulidi kwa hivyo wanatamani lao wasingeuzaa wewe, lakini katika hali hile wewe unatakiwa uonyeshe kwamba wewe hukukosea, kwamba wewe uko katika njia sawa, uwe ni maajabu oh, waowao na hivi hutokezea kwa familia. Anatokea mmoja tu, tembe moja tu, mtu anashika sunna na kwa kweli wale wazee wote wanaona kwamba hapa alhamdulillah, na ile tempa yao inakuwa inashuka na pengine inamaliza kabisa, kama alivyosema ustadhi hapa kwamba wenda ikawa sababu na wao kufanya nini, kuongoka. Na hili ni muhimu sana, mtu muombe Allah tabaraka wa taala amwongozee wazee wake, ni ahaqqu nas kuongoka kwako wewe kuliko mwingine yoyote. Kwa kuwa nimeambiwa taliki iwe ndogo kubwa eh? <tipa> kidogo na muda una, unakaribia. Kwa hiyo eh, mimi sina cha, cha, cha kuzidisha, lakini nasaha zangu eh, kwenu wanafunzi vijana ambao Allah tabaraka wa taala akuwashieni hii nuru na alhamdulillah imeweza kuipokea, basi muwe ni kigezo katika mujtamaa yetu. Si mtu kwa mzee wake tu, mzee ana ndugu zake, mzee wako ana dada zake, ana ami zake, yaani ni ukoo mzima. Huwezi wewe ukatoshelezeka ukafupilizika kwamba unamheshimu mzee wako baba yako mfano, lakini ami yako kuna adabu naye, na hii yako mengi sana, yako mengi sana. Sasa mtu ambaye analelewa katika mahala kama humu ana, anashika vitabu anakwenda huku anahangaika anakwenda kule, yeye awe ni kiungo ja kusuluhisha pale anapoona kwamba kuna kitu baina ya wazee wake, na mara nyingine inakuwa ni kitu kidogo tu. Sasa wewe ukiegemea upande fulani, ina maana sasa ule ule, ule ugomvi unafanya nini? una, una wasia moto. Nakuta mtu haendi kwa shangazi lake mara moja, kuna bangu mdogo, si watu wazima? tuna historia zile hadithi ile lakini sio ile lakini sio zapokopa kawa eh? <laughs> alimkopesha babangu mdogo yani, alimkopesha ami yake mwengine au ndugu yake yani, huyu ni mtoto, alimkopesha ami yake pesa fulani Sasa yule aliyekopeshwa yule baba yule aliyekopeshwa ni baba, yaani kwake yeye huyu aliyekopesha ni mtoto, yule ni, ni baba. Yule baba akawa zile pesa arejeshe muda ukapita, akaona aende akamshtakie nani? Baba yake mzazi. Baba wewe ndugu yako nimemkopesha pesa, huu ni mwaka tena sioni dalili ya kunirejeshia zile pesa basi, swala, yule mzee alimuuliza, unakusudia nini? Unakusudia nini? kwamba mimi unanishtakia nikagombane ni na, na, na fulani kwa shilingi ishirini akamteta, akamgomba, akamwambia huna adabu wewe na kama unataka uhasibiane na mie mimi. Akamwambia vile vile, bwana anamwambia, mimi kaka yangu yule ni bora zaidi kuliko wewe, kwangu mimi yule. Na he is very serious, si kwamba anazungumza hivi, anamwambia yule, yule kaka yangu mimi yule ni bora zaidi kuliko wewe. Unanielewa eh? Kwa hiyo tuchunge tu, tu, tu sana shakuta familia upande umekaa huku upande umekaa huku, watu wana, wana, wana, wamekatana, wanatukanana na watoto, jambo lile wanaliendeleza wanalikuza. Jambo hili linaondoa baraka katika katika kwa mtu na linaondoa baraka katika mujtama na hata nchi pia. Kwa hiyo narudia tena, na saha zangu kwenu, diwe na adabu, ndiwe na heshima, ndiwe na tawadhu Ujuweke chini kama alivyosema Mtume swalla Allahu alayhi wa sallam laisa minna, si katika sisi man eh? lam yuwaqqir kabirana, yule asiyewaheshimu wakubwa wetu na yule asiye waonea huruma wadogo zetu. Yani utakuta maneno fasi mbili tu hayo lakini unaweza kuandika maulidi kwa maulidi ya, ya vitabu: si katika sisi asiyewaheshimu wakubwa wetu na asiyewaonea huruma wadogo zetu. Yaani wakubwa wanataka waheshimiwe, wadogo waonewe huruma, wasaidiwe. Sasa lazima sisi tuwe ni wenye heshima kwa wazee wetu na watu wazima lazima wadogo tuonee huruma, na hakuna heshima kubwa utakayompa mtu kama kumsaidia ukamlingania mpaka akaweza kuelekea katika njia iliyokuwa ya sawa. Shirkiyati ni nyingi, wazee wetu wengi wamezama katika shirki, ndugu zetu wengi sana wamezama katika shirkiyati. kama utazama uta, uta, uta, uta, uta pasenti ya, ya watu vile wanapokwenda katika ushirikina, naweza kusema sisi, sisi tunasema ni asilimia 99, au sio? Waislamu basi ni asilimia watu 99 ni washirikina. Wala tajidu aktharahum yu'minuna billahi illa wa hum mushrikun. Hayaanguki hayo maneno, hayo maneno hayaanguki. Watu wetu wengi ni washirikina. Sasa katika jambo ambalo utamsaidia mtu, haki ya kumsaidia basi ni kumtoa hapo alipo katika jambo hilo la ushirikina. Sasa hali kama hiyo, tuanakufa kila siku na. inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad harrama Allahu ailjana ye. mauah yea inshallah Alla tuhifadhi na atujalie kama mhadhiri wetu allahmuhifadhi ambarik amzidishie ilmuamzidishie kujitoa atunawaomba walimu wetu wajitoe sana. Tunaelewa maana kujitoa, kama tunavyosema watu wengi wamezama katika mambo ya shirkiyati watu wengi sana sasa, sisi tuna, tuna wajibu huo kuwafikia watu na kuwaelimisha na kuwatoa katika mambo kama hayo, mambo ya shirkiati, mambo ya bidaa, mambo ya nini ya yani, i, i mujitamaa yetu ime... sijui niseme inanuka, pengine nitakuwa ninasema vibaya eh, si lugha nzuri lakini, tuseme imejaa shirikiati mambo ya bidaa mambo ya uchafu yaliyokuwa kwa kweli hayatakiwi. Tumesema huu Uislamu ni kitu kisafi kabisa ambacho kimetakaswa na kila aina uchafu ya uchafu yakiwemo mambo hayo. E, mi niishie hapo, mi ni mtu mzima maneno yangu e, e, naweza nkienda huku nikienda kule pengine msiondoke na hata moja hapo e, kwa hivyo Allah awabariki nyote